Sawa, una nafasi kubwa ya kuzungumza na eh, vijana eh, ambao eh, wanatamani kuweza kuitumikia eh, sekta ya michezo kwa namna moja au nyingine. Kuna wengi wanatamani kuwa labda waandishi eh, wa habari, lakini hasa kwenye sekta ya michezo waelewe vizuri, lakini kuna ambao wanatamani kuwa makocha na wengine kuwa walimu wa shule eh, katika sekta ya michezo eh, embu una nafasi ya kuweza kuzungumza nao ili kuwavutia kuja kujiunga katika chuo cha Malia. Kwanza niwambie tu, kwa sababu inatambua kwamba kuna baadhi ya watu wangependa sana kuja Malia <laughs> lakini wanashindwa labda kutokana na majukumu waliyonayo. Tumeliona hilo, tumelitambua na tunakuja na mfumo ambao tutawafikia wao kwa muda mrefu, tutakuwa tuna interact nao kwa kwa kwa, kwa, kwa mifumo ya kisasa, lakini baadaye tutawahitaji kukutana nao kwa ajili ya kufanya practicals na vitu kama hivyo. Hiyo ni aina moja, lakini kitu kingine kikubwa ambacho ningependa watu wakijue ni kwamba sisi pia tunazo kozi fupifupi na ndefu ndefu zinakuhitaji uje hapa, na huo mfumo mwingine ambao unasema kwamba tukaribia kuuanzisha, utakuja hapa utajifunza kwa miaka miwili au mitatu. Miwili kama tayari wewe una profeshen yoyote ambao umesomea, lakini mitatu kama wewe ndo unatoka shuleni moja kwa moja, kwa maana ya ya form four utakaa hapa miaka miwili utafanya diploma yako, utaondoka katika maeneo utakayoyataka. Lakini pia tunazo kozi fupifupi, na kwa bahati mbaya sana tumekuwa tukiandaa hizi kozi, mwitikio unakuwa ni mdogo sana, na sisi tunatambua ni kwa nini. Lakini watu wanaotambua mara nyingi wanatupigia simu, wanasema sikujua hiki, sikukijua kile, mmenisaidia sana, na nadhani sasa naweza kuenda vizuri katika tasnia ya michezo, na wanaonda faida yake mewasaidia baadhi ya watu wengi sana. Sasa hivi wamesha projekti zao za michezo nzuri tu zinakwenda vizuri, na zinakwenda vizuri kwa sababu sasa hivi hawafanyi hizo projekti wakiwa wamefumba macho, wanafanya hizo projekti wakiwa wanaweledi, wakiwa wanatambua wanafanya nini na wanaenda wapi. Na, oyone, ni wa encourage watu wote ambao wanafikiri kwamba kwanza wanaweza wakahitaji kutambua chochote kuhusu michezo sisi tunawakaribisha kwenye kozi zetu, programu zetu, tunatoa mara nyingi kila mwezi kozi fupifupi fupi, fupi, lakini kama nilivyosema ziko kozi ndefu ambazo hivi karibuni tutakuwa tunakuwa na intake mbili za kuja chuoni, kwa maana intake ya mwezi wa kumi na intake ya mwezi wa tatu. kwa hiyo ukikosa mwezi wa kumi mwezi, mwezi wa tatu ukafanya diploma yako bado, na hizo nafasi zipo na, na, na chuo iko tayari kuwapokea kwa hizi short courses. Tuambie tu kwamba kozi zimetangazwa ni juu yenu nyinyi wenyewe kufuatilia na kuangalia. Tunatoa kozi nyingi sana, kozi za sport medicine, sport management, mambo ya kuandaa na kusimamia, uh, uh, uh, events mbalimbali za kimichezo na vitu uh, kama hivyo. Tunawafundisha makocha. Juzijuzi tumemaliza kozi moja kwa ajili ya ambao wanafanya kazi kwenye majimu na vitu kama hivyo. Ni majukumu yetu sisi kama chuo pekee cha michezo kutoa taaluma za namna ili Watanzania waweze kuwa involved, na watambue vitu wanavyosimamia, lakini nataka ni, ni break ice pia kwamba hmm, baada ya chuo hiki kuwa kinaonekana kinakua, chuo hiki pia serikali imeamua kuiongezea majukumu mengine kwa maana ya kujenga uh, akademi ya taifa umesikia mm -hmm. kuna kituo cha umahiri ambacho kinajengwa hapa mbari kitakachokuwa kinafundisha michezo yote unayoifahamu Tanzania. Hiki chuo huu ujenzi upo unaendelea, na mpaka sasa hivi tunavyoongea umeshafikia asilimia arobaini na sita ya ujenzi. Tunatarajia mwezi wa sita awamu ya kwanza itakuwa imekamilika na tuanza kupokea wanafunzi ambao watakuwa wanakuja kujifunza michezo baada ya kuwa wame wamepitia ile process ya kuja kutambua vipaji ambayo pia chuo tunaanza kufanya hii kuanzia mwezi wa pili. Mwezi ujao tutatembea nchi nzima kutambua vipaji ambavyo tunataka kuvichukua na kuvileta hapa Malya. Kwa Malya itakuwa ni center of excellence ya kweli, kwa sababu inaandaa watoto wadogo wa michezo wa baadaye, lakini pia inaandaa na wataalamu, na kwa kuwa na center of excellence kwa maana academy hii pia itakuwa ni kitalo kwa vijana wetu ambao wanapata kozi hapa waweze kujifunza kozi ami kwa vitendo, kwa kuangalia na kufundisha namna gani vijana wanavyotakiwa waandaliwe ili waweze kuwa wachezaji wazuri mana hili baadaye.